Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia kwa ufupi dakika tano. Nianze kwa kumshukuru mdogo wangu Mlinga kwa kunitaja, pengine na mimi kesho naweza kuwa mahabusu kwa amri ya Makonda. <laughs> Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichangie tu na mimi kwenye sehemu ya madawa ya kulevya. Mwenyekiti, niliwahi kuchangia wakati na zungumzia kuhusu bangi na mirungi, nilieleza taifa hili lina vyombo vya ulinzi na usalama, tuna polisi, tuna usalama wa taifa, tuna majeshi, tuna watu wote wanaoweza kutujua tabia zetu na wana utaalamu wa kuweza kumfuatilia mtu na kugundua kama kweli hiki kilichosemwa anahusika nacho. Lakini pia napata mshtuko sana kwa hiki kinachoendelea ni haki yangu kuzungumza kama mbunge. Kama waziri Chikawa akiwa waziri wa mambo ya ndani alisema ana orodha ya wauza unga. Ameingia Kitwanga akatuaminisha mwezi mzima, anataja anataja, amewapa siku ishirini na moja, hawakutaja. Leo taifa linafanyia kazi orodha ya Makonda. Ninapata wasiwasi hii ndiyo tulikuwa tunaisubiri awamu zote kuanzia kwa Kinami na Chifupa, kwamba hawa ndio waliofanywa waliofanyiwa suspect na wakachunguzwa wakakutwa kweli wanauza madawa ya kulevya. Lakini kama kweli ndivyo basi, hili taifa tunakoenda, hatuendi sawasawa. Hivi kweli kweli, Watanzania tunaambiwa kuna msururu wa wauza madawa wamekamatwa, anatajwa Chidi Benzi na Raisi. Eh? Watu ambao, watu ambao taifa hili limeingia gharama ya mabilioni kumsaidia rais, na watu walichanga kwenye mpesa. Mgonjwa unamchukua unaenda unamtia mahabusu. Hatuko serious kumaliza swala ya madawa ya kulevya. Hili na hizi na tuongee lugha zote, wote kwa pamoja, kuondoa hata uvyama. Wauza madawa ya kulevya wanajulikana. Ndugu zangu, haiwezekani hiki kitu. Lazima tupate muda tuzungumze na mheshimiwa rais. Mimi na kuunga mkono inawezekana, mheshimiwa rais ana uchunguzi sahihi kuliko wa Makonda.